Amani ni muhimu kushinda yote yanayotendeka. Nawaomba wananchi tuvumilie siku ishirini na tisa. Nawaomba sana hayo maandamano, wala hatujui alianzisha, hatujui kiongozi gani ambaye ataongoza, hatujui chama gani kinachoongoza, hatujui lengo la maandamano, hatujui maandamano tunaanzia wapi, hatujui Allahu Akbar, tunakwenda, tunaelekea wapi? Hatujui tunaandamania nini? Mbaya zaidi, tunaandamana hmm siku muhimu kwa mujibu wa katiba eh, na kwa mujibu za sheria za nchi siku muhimu ya, ya uchaguzi. Nasema, nawatahadharisha CHADEMA, kuna watu wanafikia upatu yao hivyo maandamano ya, ya tarehe ishirini na tisa ili watu waandamane fuje patikane. Kitendo cha maandamano ya tarehe ishirini na tisa yakitendeka watu wakamwaga damu watu wakafa tu, wajue chama cha CHADEMA cha, cha, cha, cha, cha ndo mwisho wao katika nchi hii. Watafungiwa kitafutwa na wale wote viongozi wa CHADEMA watatafutwa Mutakimbia, ndo mwisho wa Chadema kuwepo. Amani ni muhimu kushinda yote yanayotendeka. Nawaomba wananchi tuvumilie siku za ishirini na, na inchi, tisa. Nawaomba sana hayo maandamano, hatujui alianzisha hatujui, kiongozi gani ambaye ataongoza, hatujui chama gani kinachoongoza Atujui lengo la maandamano, hatujui maandamano tunaanzia wapi, atujui, atujui Allahu Akbar tunakwenda tunaelekea wapi, hatujui, tunaandamania nini? Mbaya zaidi, tunaandamana siku muhimu kwa mujibu wa katiba eh, na kwa mujibu za sheria za nchi, siku muhimu ya, ya uchaguzi. Nasema, natahadharisha CHADEMA kuna watu wanafikia upatu yawevo maandamano ya tarehe ishirini na tisa ili watu waandamane fuje patikane. Kitendo cha maandamano ya tarehe ishirini na tisa yakitendeka watu wakamwaga damu, watu wakafa tu, wajue chama, chama cha cha CHADEMA cha, cha, ndo mwisho wao katika nchi hii, watafungiwa kitafutwa na wale wote viongozi wa CHADEMA watatafutwa, mutakimbia. Ndo mwisho wa CHADEMA kuwepo.